Yeah, bana, leo tuna story kumuhusu Papa Francis kutokea kule uh, jijini Vatikani ambapo taarifa eh, ambazo zimetokea ama uh, zimetangazwa kutokana na kifo chake ambacho kimetokea siku mbili hizi hapa. Uh, ebana, kama ulikuwa ufahamu Papa Francis huyu ni mkuu wa mapadri eh, kutokea katika kanisa la Wakatoliki duniani kote, ambaye uh, ushirika wake ama ukuu wake upo jijini Vatikani, ambapo huko basi ndipo ambapo sheria mbalimbali uh, za kikatoliki ambapo zinatungwa. Na kifo chake imekuwa simanzi kubwa sana kwa kwa Wakatoliki wote duniani, ambapo limekuwa ni pigo kwao kwa sababu ya uh, tunafahamu Papa Francis amekuwa akihudumu kwa muda mrefu sana katika nafasi yake hiyo hapo, lakini uh, imekuwa pia ni chachu kubwa kwa Wakristo, wakiamini kwamba uh, ni sehemu pekee ambapo wao walikuwa wana tuseme kama tegemezi katika familia. Kuna baba ambaye anakuwa anai, anaiangalia familia sasa, sawasawa na papa Francis, kwa sababu ni mkuu wa mapadi wote duniani. So hiyo ni habari ambayo a, ni ya kuhuzunisha kwa Wakristo wote ambao wapo kwenye dhehebu la Wakatoliki duniani kote. A, lakini stori mbali, mbalimbali ambazo zimeendelea zikihusishwa ama zikitokana kuhusiana na

Kutokana na stori hizo basi, ambazo zilionekana kila kukicha, vibwagizo vinakuwa vingi. Kwa mfano, baadhi, kuna kituo kimoja cha stesheni cha huko huko Ulaya ambacho kinafahamika kama CNN kilitoa habari, ambacho kilisema kwamba Papa Francis alishawahi kuwa ni bodyguard eh, katika klabu moja huko, kipindi ambacho alikuwa anasoma. So alikuwa anatafuta pesa ya kujikimu, ama kwa ajili ya kujiendeleza kwenye masomo yake, kwa hiyo ili mbidi. Eh, aweze kujiunga kwenye kuwa bounce katika klabu hiyo ili aweze kupata kipato, lakini pia aa, jambo zuri ambalo aa, watu wanamsemea Papa Francis alikuwa ni mtu wa watu aa, alikuwa anajichanganya na watu katika aa, matukio mbalimbali -mbali, especially ya matukio makubwa ya, ya kitaifa au katika makampuni mbalimbali mbali, walikuwa wakimwomba katika kufanya jambo fulani hivi. Basi naye alikuwa hasiti, anajitokeza uh, kwa ajili ya kuungana nao. Uh, tunaona tunafahamu kwamba namna gani ambavyo Papa Francis alikuwa uh, ni, ni ni mtu ambaye ameishi vizuri sana na watu so hili ni jambo la kusikitisha sana, jambo la kuhuzunisha sana. Kutokana na kifo chake ambacho kimetokea, lakini uh, inatakiwa uh, watu wasihuzunike sana, kwa sababu uh, ni jambo tu la kumwombea na la kumtakia heri huko aendako aweze kupumzika kwa amani uh, nafikiri uh, kwa nafasi hii kupitia jumba la sinema basi tutoe uh, Uh, pole kwa Wakristo wote duniani kwa kuondokewa na Papa Francis, ambaye alikuwa ni kama nguzo kwenye uh, nguzo kwa Wakristo uh, upande wa Katoliki wote duniani eh bana. Uh, pia niwakukumbushe tu kama bado hujasubscribe kupitia chaneli yangu hii hapa ya YouTube, hunda wakati wako, nenda ka subscribe, gusa hiyo alama ya kengele hapo, basi ili uwe wa kwanza kupata taarifa pale tu napotupia kwenye mitandao ya kijamii unakuwa wa kwanza, basi na kustua naw uh, unakuwa wa kwanza kupata taarifa hiyo hapo. So uh, nikwambie tu mimi ni JSP, JSP zo ndo jina langu, ndo mshikaji ambaye nitakuwa na wewe kila inapotoka stori mpya, basi nakusogezea kutokea hapa hapa jumba la sinema. Tukutane muda mwingine. Bye, bye.